Hii ni M hatari TV. Karibu kwenye video yetu nyingine ambayo itakunufaisha wewe mtumiaji wa kompyuta. Leo tutazungumzia window shortcut. Je, upo tayari? Ni ipi hiyo window ambayo tunaikusudia hapa? Ni eneo la screen linaloonyesha maudhui ya program kama vile maandishi, picha au video. Twenze tukaone mfano. Kwa mfano unafungua Microsoft Edge, yetu hii ni window moja ambayo tumefungua hapa. Ukifungua File Explorer, hii ni window ya pili. Ukija ukisema tufungue labda Google Chrome, nayo ni window ya tatu. Ukisema uplay video, nayo ni window ya nne. Ukisema ufungue picha, nayo ni window ya tano. Kwa hiyo hizi ndizo window ambazo tunazikusudia hapa. Je, umefungua window nyingi na unataka kuona desktop yako haraka? Usijali. Bonyeza Windows plus D ili kuona desktop yako. E, kwa mfano tumefungua hiyo hapo Microsoft Edge tukafungua e, File Explorer, tunafungua hizi tatu tunafungua na hii hapa Outlooks. Kwa hiyo hapa tuna window zetu tatu tayari hapo. Sasa katika window zetu tatu hizi tunataka moja kwa moja, e, tuenzetu kwenye nini kwenye desktop kwa utakuja, tutabonyeza tu kwa urahisi, maana yake window plus d. Tukibonyeza hapo window plus d inatuletea moja kwa moja kwenye nini, kwenye desktop yetu. Kwa hiyo zile eh, windows zetu zimekuwa minimized, lakini ukitaka kuristopia, unabonyeza ile ile window plus d, unarudishwa katika zile windows zako, na windows zako zote zinakuwa tayari zipo active, maana yake ndio zinazokuwa displayed. Pia unaweza kutumia window plus m kuminimizisha windows zote ila kwenye kesi ya kurestore minimized window hapo, unatumia window plus shift plus m. Twenzetu nyingine ni window plus e. Hii kazi yake ni kufungua file explorer. Wenzetu, mfano kwa umekuja kwenye desktop yako hapa, ukifungua window plus e ukibonyeza basi itafungua File Explorer au sehemu yote ambayo utakayokuepo. Ukibonyeza window plus e utafungua File Explorer kwa njia rahisi tu, baada ya ile kuanza kidogo kidogo, uende sije kwenye File Explorer halafu ulifungue. Urahisi wake maana, unakuja unabonyeza window plus e unafungua File Explorer. Tunaenda nyingine ni window plus r, hii ina open run dialog, hutumika eh, kufungulia program kwa haraka. Kwa mfano let's say tunataka tufungue Microsoft Word. Kwa hiyo unabonyeza Windows + R, halafu unaandika win word. Halafu unakwenda kwenye okay au kama uta press enter, manake utafungua Microsoft Word yako kama unavyoona hapo. Kwa Microsoft Word yetu imefunguka. Kwa hiyo inakuwa ni kesi rahisi kama unanao vile. Hizo ni baadhi ya shortcut bora zaidi za Windows. Je, una yoyote ambayo unahitaji kuipendekeza kwenye kundi hili la shortcut? Weka comment yako hapo. Usisahau kusubscribe, kulike, comment pamoja na kushare. Hii ni M Hatari TV, karibu tena.